Wasikuze, asante sana na karibu sana katika channel ya kupendwa Mapro TV kupata zile updates mbalimbali, ziwe za kimechezo burudani, entertainment kwa maana ya burudani, lakini pia bila kusahau habari mbalimbali za matukio yanayotokea kila siku. Ni kusihi tu kama bado hujiunga nasi, kisha bonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili uweze kupokea taarifa mbalimbali tunazo upload na kuwa hapa kila siku. Yes. Yes. Na kwa sasa nataka nikupe hii breaking news kabisa ambayo kwa sasa ndio na ina, make helene, ina trend sana katika social networks mbalimbali mbali, kwa maana inamhusisha former um, Bongo Flava Alikiba e, King Kiba ambaye uh, tayari ameachia tease yake rasmi ama kionjo cha ngoma yake mpya kabisa na ngoma hiyo bwana ina mahadhi ya singeli. For the first time Alikiba anakuja na ujio mpya wa singeli music ambayo uh, kiukweli ni moja ya ngoma hatari zaidi ambayo inatarajiwa kufanya vizuri kwa sababu unamjua. Kionjo tu tayari kimekuwa kimeenda viral sana, ameweka kionjo tu. Kama bado hajakiangalia, basi tafadhali nenda katika channel yake ya official Kiba katika upande wa then utaona kionjo hiko ambacho amekipa jina la Ubuyu. Ni ngoma ambayo inaonekana ni ngoma kali kabisa, na nafikiri pengine uh, Alikiba ameweza kuwatumia wale watu mashuhuri kwa upande wa singeli, ambao pengine wamesaidia katika namna moja ama nyingine kuflame hii kazi. That's why unakuta ngoma imekuwa ya kibabe sana. Ni tiza fupi tu ya dakika moja, lakini inaonyesha ni kwa kiasi gani ngoma hii imekuwa kali, lakini pia kitu ambacho kimewavutia wengi ni kwamba tayari tiza ile inafanya vizuri sana kwa baadhi ya mitandao ya kijamii. Nimeangalia kule upande uh, wa TikTok imeingia tayari, tayari trending trending yani, ni tiza tu, lakini imeshaingia kuonyesha kwamba watu wakiwa wakisubiri kwa hamsa. Lakini hata kwa upande wa YouTube ndani masaa machache imeweza kuingia katika trending, lakini pia imeweza kupata views nyingi za kutosha, kitendo ambacho kinaonyesha kwamba uh, watu wamemuelewa sana Alikiba kwa upande wa singeli, na pengine wanatamani aiachie rasmi ngoma hiyo ili waweze kuona kile ambacho amekiimba mule. Sasa kama ulikuwa bado haujaitazama ngoma hiyo, tafadhali nenda katika upande wa YouTube ama nenda katika channel ya Crown Media. Ukatazama, kwa sababu kwa upande wa YouTube ameachia uh, kionjo katika kile kionjo uh, sekunde kumi za mwanzo ndizo alizokuwa kama ameimba, lakini kule kwingine amechia beti. Lakini ukienda kwa upande wa Crown Media utaona kile kionjo chote cha dakika moja kimeachiwa, kwa utapata maudhui ama utaona uh, ile melody ambayo Alikiba ameweza kuitumia katika mziki huu wa singeli. hakikisha unakwenda kuitazama then una get back utuambie umeionaje ama umekionaje kionjo hiko, na je, unahisi akiachia itakuwa ni ya namna gani? Kwa sababu mapokezi yake ya tiza yamekuwa ni makubwa sana, yamekuwa ni mapokezi ya kutosha. Je, akija kuiachia singeli yake hii unahisi hi nahisi itakuwa ni ya namna gani singeli hiyo? Hakikisha unakwenda kuitazama unasikiliza kwa makini Then unarudi hapa kutuambia hilo, ni hayo tu. Uh, nilitaka nikufahamishie mwanafamilia wa Mapro TV, kisha una subscribe ili usipose, uh, updates mbalimbali mbali ambazo tunaziweka hapa kila siku, uchambuzi wa masuala ya kisiasa, lakini pia matukio mbalimbali mbali kama vita vya Israel na Iran utayapata hapo, sawa, subscribe ssassa.